Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo kubwa ambalo linawafesi wanafunzi wengi wa elimu ya juu ni swala la mikopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, na tumeshuhudia katika vyuo vingi kwamba wanafunzi wamekuwa wakifanya maandamano wakipinga sera ya bodi ya mikopo, ambayo kwa kweli ni tatizo kubwa kwa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe mfano. Tutakumbuka miaka ya nyuma, ukisikia migomo katika vyuo vikuu ilikuwa ni migomo ambayo inapinga sera. Kuna mgomo ambao ulifanyika mwaka sitini na sita ulikuwa ni mgomo wa kupinga sera ya wanafunzi kwenda JKT. Kuna mgomo mwingine ukafanyika miaka tisini ambao moja kwa moja ilikuwa ni kupinga swala la cost sharing katika elimu ya juu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nisikitie kwamba migoma sasa hivi imekuwa ni tofauti. Wanafunzi wa sasa hawapingi masuala ya sera kama ambavyo ilivyokuwa zamani. Ajenda kubwa ni bodi ya mikopo. Swala la mikopo limekuwa ni jipu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Wale ambao wanastahili kupata mikopo hawapati, na wale ambao hawastahili mara nyingi ndio wamekuwa tukishuhudia kwamba wakipata mikopo kwa sha mwenyekiti, mimi nilikuwa ni napenda kushauri serikali kwamba ni vema ikaangalia hili swala kwa umakini. Bodi kama bodi yenyewe haijajitambua kwamba ule mkopo wanaotoa, je, ni mkopo au ni hisani? Na ndio maana mpaka leo hii tunashuhudia kwamba hakuna vigezo ambavyo wameviweka, vigezo ambavyo mwanafunzi akipata mkopo vinambana mwanafunzi huyo aweze kurejesha, ili basi wengine waweze kuweza kutumia. Lakini mkanganyiko wa pili kwamba yule ambaye anayepewa mkopo bado yeye mwenyewe hajajitambua, kwamba je, huu ni mkopo au ni hisani? Na tumeshuhudia waheshimiwa wabunge wengi ambao tupo katika bunge hili tumesomeshwa na hizi kodi za Watanzania, lakini tuulizane, ni nani ambaye ameweza kuweza kurudisha mkopo huo? Hata mheshimiwa waziri, umezungumza asubuhi, umeweza kuweza kuligusia, lakini kuweza kusema kwamba wabunge tuweze kwenda kulipa bado halitoshi. Kusema kwamba utatoa majina kwenye magazeti lazima lazima kama wizara. Lazima kama wizara, bodi ya mikopo mje na mkakati mje na system ambayo itambana yule ambaye amepewa mikopo na serikali ili basi aweze kurudisha kwa wakati. Bodi kimsingi haijajipanga kwa swala hilo, kuhakikisha kwamba hizi fedha wanazozitoa ziweze kuwa revolving fund, ili mtu anapopata na wanafunzi wengine wa waweze kuja kuzipata. Na ndio maana tunashuhudia kwamba migomo katika nchi yetu imekuwa haishi kwa sababu bodi ya mikopo haijajipanga. Bodi ya mikopo iko Dar es Salaam, mwanafunzi atoke Mbozi, atoke Ileje, mimi nikienda pale Dar es Salaam watamjueje kama kweli Shonza ana sifa ya kupata mikopo? Sio rahisi kuweza kumtambua. Kwa hiyo hii nayo ni changamoto kubwa sana ambayo kama wizara yahakikishe kwamba inaweza kuweza kulifanyia kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kuweza kushauri serikali pamoja na wizara ni vema wakahakikisha kwamba wanaanzisha mfumo wa kutoa scholarship kwa wanafunzi wanaofanya vizuri, kwamba kigezo pekee cha kuweza kupata mkopo iwe ni ufaulu. Mwanafunzi ambaye amekaa kule Mbozi ajua kabisa kwamba ili mimi nipate mkopo lazima nipate divisheni one, tofauti na ilivyo saa hizi kwamba aliyopata divisheni three anapata mkopo, alopata divishoni wani hapati mkopo. Hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni changamoto kubwa sana. Nilikuwa naomba swala hili liweze kufanyiwa kazi, na likifanyiwa kazi, masuala ya migomo yatakuwa yameisha katika nchi yetu, lakini wanafunzi wengi na wanaostahili wataweza kupata nafasi ya kuweza kupata mikopo.